Leo tupo Furaha Hardware, ndo habari ya mjini. Hawa jamaa bwana, hawaje kuferi kabisa, wana wauzaji wa vifaa vya ujenzi, hawajai kuferi hawa jamaa. Kameramani njoo. Muuzaji uko wapi hapa? Eh muuzaji uko wapi Eh, angalia bwana, Furaha Hardware ndo habari ya mjini. Hebu niambie ndo moja shingapi hapa? Uh, tofauti hapo hey. Pia kuna kuna weather guard ya yeah. Tumsikilize mfanyakazi mmojawapo wa Furaha Hardware aizungumzie uh, Furaha Hardware. Okay, shukrani, cha kwanza kabisa tunapenda kuwakaribisha wateja wetu. Tunapatikana maeneo ya Kibaha hapa stendi mpya, stendi ya mabasi ndao mikoani, karibu na kituo cha polisi cha mji mdogo, na pia sisi Furaha Hardware tumejikita kwenye vitu, vifaa vya ujenzi kwa ujumla na <coughs> ujenzi ambao tunajishughulisha nao, sasa, sisi ni eneo la finishing, e. Yani ukiwa wewe ushaijenga nyumba yako, umeshamaliza, umeshaipaua, unatuletea sasa sisi, unatuachia wakati huo e. Yeah. <coughs> Yani nikisema hivyo namaanisha kwamba tunaifunga nyumba yako gypsum board, tunaiskimu, tunaipiga tiles, tunaipiga rangi pamoja na decoration nyingi sana. Kuzingatia sasa hivi ujenzi umebadilika, nyumba zinafanywa decoration za maana. Kwa hiyo, hivyo sisi tunahusika navyo. Tunakuwekea choo, tunaweka mfumo wa bomba, umeme, taa, tunahakika yani, tunahakikisha nyumba yako wewe inang'aa. Kwa hiyo, hapa tunahusika na masinki ya vyoo kama unavyoona tunahusika na tiles, tunahusika na rangi, gypsum powder, wallpaper, gypsum board. Tunahakikisha vyote tunavipata hapa Furaha hardware na vifaa vingi vingi vingine vingi tunashindwa kuvitaja kulingana na muda, lakini tuna, tuna, tuna, unapata vitu vingi sana hapa Furaha hardware. Karibuni sana haya sana. Mi mwenzio nimeanza na ujenzi na Furaha hardware. Je, mwenzangu unaanza na nani? Furaha Hardware hawajawahi kukosea kabisa. Wapo maeneo ya wa Kibaha, ukifika tu pale stendi mpya utakuwa umefika Furaha Hardware.